Kamata kidole chako cha kuvikwa pete, iwe upo kwenye ndoa au haupo kwenye ndoa, ni muhimu kukiombea kidole hicho kwa sababu kinamwakilisha mwenza wako. Adui anaweza kutumia kidole hicho kumfunga mwenza wako. Adui anaweza kutumia kidole hicho kuzuia usipate mwenza. Kuna watu katika ulimwengu wa roho wameolewa na kuoa, ingali katika mwili hawajaolewa na kuoa na wengine wako kwenye ndoa lakini ni kama ndoa yao haina amani, kwa sababu kuna mtu mwingine amesimama kando au karibu na ndoa yao. Lengo ni kuondoa ukaribu wa ndoa. Nataka ni kuonyesha umuhimu wa kuombea kidole hicho, kwa sababu mnapokuwa wawili mmeshikamana kwenye jambo lolote, ni rahisi kupata matokeo makubwa kuliko ukiwa peke yako. Baraka ya mwanamume iko ndani ya mwanamke, baraka ya mwanamke iko ndani ya mwanamume. Kiimani, mwanamke tamaa yake iko ndani ya, ya mwanaume na mafanikio ya mwanamume yako ndani ya mwanamke. Hivyo vitu viwili hivi vinategemeana. Ili mwanamume aweze kufanikiwa, anamhitaji mwanamke. Ili mwanamke aweze kufurahia ya maisha yake, anamhitaji mwanamume. Uwepo wa mwanamume katika maisha ya mwanamke unaweza kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yake. Kuna wengine mupo kwenye ndoa, lakini adui ameingilia kati ili kuondoa ukaribu na furaha ya ndoa, na mwingine kuna mtu wa nje au kuna hila tu ya shetani imeingia katikati ya ndoa. Neno la Mungu linasema kwenye kile kitabu cha Mhubiri, ile sura ya nne mstari wa kumi na mbili, hata ikiwa mmoja aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, na kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Maana yake ni nini? Hizi nyuzi tatu ni mume, mke pamoja na Mungu. Hivyo tunahitaji kuwa na vitu vitatu kwenye ndoa: mume, mke pamoja na Mungu. Vitatu hivi vikiwa pamoja, nyuzi yake au kamba yake haiwezi kukatika upesi. Adui anaweza kumwondoa Mungu kwenye ndoa na akawaacha muwe wawili, au akawa yeye watatu kwenye ndoa, ili lengo aweze kuleta uharibifu, mafarakano na mkose mahali pa kukimbilia. Leo nataka nimrejeshe Mungu kwenye maisha yako, nimrejeshe Mungu kwenye ndoa yako nimrejeshe Mungu kwenye mahusiano yako. Ukiwa na Mungu kwenye mahusiano, kwenye ndoa na kwenye chochote, lazima utaona uwepo wa mambo yako kufanyika kwa nguvu za Mungu na kwa wepesi. Lakini Mungu akiondoka, adui anaweza kafanya uharibifu, mafarakano na vita ambazo haziishi kwenye familia. Kuna mtu ambaye unanisikiliza wakati huu unasema, mtumishi wa Mungu, mbona nina pete? Na mwingine unavaa pete unasema, mbona ni ya mapambo? Sikushauri sana ukitaka ufikie hatima ya ndoa yenye baraka, usivae pete ya pambo, usivae pete ambayo hujui maana yake, hata kama umenunua mwenyewe. Katika ulimwengu wa roho, pete inaashiria agano. Kwa hiyo unaweza kusema nimevaa, kumbe umeingia agano bila wewe kujua. Hivyo tunaposema tunamvika mwenza wako, au namvika mwenza wako pete, maana yake ni agano la kukumbukwa. Agano linamaanisha nini? Agano linamaanisha kiapo au jambo fulani la makubaliano ambalo ni la kudumu. Hivyo basi ulimwengu wa roho, huenda kidole chako kina pete katika mwili, lakini katika ulimwengu wa roho kumbe kuna pete ipo. Maombi haya yataenda kuondoa kila pete sio sahihi na yataenda kumuondoa kila adui anayezuia kibali cha furaha ya, ya ndoa yako, mahusiano yako, na matarajio ambayo unataka uyapate. Kuna mtu umezuiliwa kuingia kwenye ndoa, kumbe kuna kidole ambacho kipo kwenye mkono wako kina pete katika ulimwengu wa roho, mtu akikuangalia, anaona ulishaolewa mtu akikuangalia anaona wewe, mbona ulisha kuwa na familia. Mwingine akikuangalia anaona wewe ufai, na unapata watu ambao wanakuja kwa ajili ya kupita tu kwenye maisha yako. Wengine mnasema mbona napata wanaume za watu, mbona sipati wa kwangu mwenyewe? Imani, nataka kila mmoja achote maji kwenye kisima chake mwenyewe. Kila mmoja achote maji kwenye kisima chake na anywe maji ya kisima chake mwenyewe. Kitabu cha Mithari sura tano kumi na tano na kumi na nane Unywe maji ya bilika lako mwenyewe, chemichemi yako ibarikiwe, nawe mfurahie mke wa ujana wako. Hii ni andiko linalotaka kila mmoja awe na chemichemi yake na anywe maji ya chemichemi yake mwenyewe. Hivyo kama kuna yoyote ambaye anaashiriki kunywa maji ya chemichemi yako, leo anaenda kuondolewa kwa jina la Yesu, leo anaenda kuondolewa kwa jina la Yesu, leo anaenda kupigwa kwa jina la Yesu, leo anaenda kusambaratishwa kwa jina la Yesu, leo anaenda kung'oka iwe kwa kutaka au kwa kuto kutaka, maana ipo nguvu ya Mungu itaenda kumuondoa hayo maroho ya mafarakano, kucheleweshwa, kudhalilishwa, kuonewa, kuachwa bila sababu, kupewa ahadi halafu ahadi hazitimii. Mtu anakuja haendelezi, anaanzia mali fulani anapotea, haendelezi yale ambayo alikuwa amezungumza. Leo kama kuna chochote kimeunganishwa na wewe, kinaenda kuondoka. Nisaidie tu kuweka mkono kwenye kidole chako, funika macho yako kwa imani. Kuna nguvu kubwa sana ya Mungu utaiona hapo ulipo, tulia tu Napoendelea kuomba na wewe zama kwenye maombi, zama kwenye, kwenye kisima cha maombi, zama kwenye uwepo wa maombi. Utaona nguvu ya Mungu inafungua. Mwingine utasikia kidole kinawaka moto, kinauma, utasikia kama kuna kitu kipo, utaona unaanza kuvua. Utaona mwingine unavua kwenye mikono yako na vidole vyako. Mwingine kama kuna sehemu nyingine yoyote ulivikwa kitu, utaona kinatoka na mwingine utaona Mungu anakufunulia mambo ya ndoa yako. Kuna vita unapigana nao kwenye ndoa, kuna mapito unapitia, Mungu ataenda kufunua. Kama kuna adui alijificha, kwa maombi haya Mungu ataenda kumfunua. Unajua mapito ya ndoa ya mahusiano ni kati ya sana. Mapito yanayoumiza sana ni kati ya mapito yanayoweza kukufanya kila kitu kisimame kwenye maisha yako, usifurahie maisha yako. Leo leo kwa kwa jina jina la Yesu, Mungu leo, Mungu amekukumbuka, amekukumbuka kwa jina la Yesu. Nsaidie kukamata kidole hicho kwa imani Sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako kwa imani, ninaomba upokee sala yangu dua yangu na maombi yangu. Ninaomba unisamehe na kunirehemu kila ambapo nimekosea kama mwanadamu. Nimekuja kusimama kwenye zamu yangu kuombea kidole changu, maana yake namwombea mwenza wangu. E Bwana Yesu, ninaomba unitie nguvu, nipe neema, nipe wepesi wa kufunguliwa katika jina la Yesu. Roho za vizuizi ndani yangu nazikataa kwa jina la Yesu. Niko tayari kufunguliwa, niko tayari kujua siri ya magumu yanayoendelea kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Mungu nakushukuru kwa sababu ya mpendwa huyu. Ni wakati huu, natuma malaika wanaohusika na ufungulivu, natuma malaika wa deliverance, natuma malaika wa uponyaji, malaika wa ufungulivu Haijalishi unanisikiliza kutoka wapi, haijalishi sauti hii inapenya ndani yako ukiwa kwenye mazingira gani, katika uwepo huo wa utulivu ambao unasema niko namsikiliza mtumishi wa Mungu, ipo nguvu ya Mungu inapita hapo. Lipo, ipo nguvu ya Mungu inapita hapo. Lipo agano ambalo nimeagana na Mungu, ni watu kufunguliwa kwa njia ya sauti, ni watu kufunguliwa kwa njia ya maombi, nami najiconnect na wao hapo. Lipo jiconnect, sema najiunganisha na maombi, najiconnect na maombi, jiconnect kwa imani. Wako malaika wanakuunganisha, ipo nguvu ya Mungu inakuunganisha, nami namuondoa huyo adui ambaye amekaa kwenye

Kama kuna pete yoyote ambayo adui alikuvika, kama kuna pete yoyote ambayo adui alikuja kuiweka juu ya pete yako, kama kuna pete yoyote ambayo umevikwa bila wewe kuwa kwenye ndoa, naondoa hiyo pete kwa jina la Yesu. Natuma nguvu ya Mungu kwenye hicho kidole. Hicho kidole, hicho kidole, hicho kidole, hicho kidole. Hiyo nguvu inapita kwenye kidole, kidole, kidole, kidole, kidole, kidole cha pete, kidole, kidole. Kidole. Kidole. Kidole cha pete. Kila pete ambao ambayo umevikwa katika -ja ulimwengu wa roho ambayo haijatokana na Mungu, ivuke sasa. Ingoke sasa. Ivuke sasa. Ivuke sasa. Natuma malaika. Natuma malaika. Nguvu ya Mungu inashuka, hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu nahesabu mpaka saba kuna nguvu itashuka, sio kwa kawaida. Moja, nguvu ya Mungu ishuke hapo lipo. Mbili, nguvu ya Mungu inaachilia hapo lipo, kwenye hicho kidole. Tatu, kwenye hicho kidole. Nne, kwenye hicho kidole. Tano, kwenye kidole. Sita, kwenye hicho kidole. Saba, uwepo wa Mungu unapita huo. na vua hizo alama, na vua hayo maagano, na vua hayo maagano, yawe ni mapepo, yawe ni majini, na yaondoa kwa jina la Yesu. ziwe ni maagano za kifamilia, ziwe ni maagano za viti vya kifamilia, ziwe ni maagano za mahali popote, na vunja kwa jina la Yesu. kila mapatano ya kuzimu, kila roho za roho za uzinifu, magano ya kiwasherati toka, yoyote ambaye aliingia gano na wewe, aliyeingia makubaliano na wewe ili akufunge, na fungua hizo kamba, vuka we pete toka kila pete, na ivue yo pete, na chemka, chemka, chemka ewe pepo liyekaa kwenye kidole, ewe pepo pete toka yes. Pepo la pete toka. Toka. Fire. Fire, fire, moto teketea, toka, ungua, ungua, ungua moto. Moto, moto, moto, kwa jina la Yesu toka! Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu nina kupiga toka, nina kukemea toka, chia, vuka, vua, vua, vua, vua. Vua, vua, vua, vua kama ni maunganiko ya majoka na ya vua, kama ni maunganiko ya bahari na yaondoa, ni maunganiko ya kuzimu na yaondoa, ni maunganiko ya kuachwa kucheleweshwa na yaondoa Toka kila pete ya kuzimu, kila pete ya maagano ya chama cha kipepo, mavyama ya kifrimason, mavyama ya mikataba, roho za mauti, roho za wafu, toka toka, ungua, toka ungua, toka ungua, mwache mtu huyu yes, mwachie sasa, mwache sasa, mwachie sasa, ninakuapisha toka, toeka kwa jina la Yesu. Toka jina la Yesu. Nina kukemea kuanzia sasa. Hauna mamlaka. Hauna mamlaka. Chomoka kwenye hizo kidole, anza kuungua, viringishwa, viringishwa, viringishwa, viringishwa, panda, panda, panda, chemka, chemka, chemka, chemka, kuanzia sasa, toka, toka kwa jina la Yesu, nina kukemea, toka, toka ungua. Toka ungua. Na kuvua kwenye vidole vyote, nakuvua kwenye mwili wote, navua ilo vazi lomvika mtu huyu, kuanzia sasa sio kwako, navunja u maagano. Nani alikwambia uingie? Umekuja kufanya nini umekuja fanya nini? Nani amekutuma huyo? Aliye kutuma na wewe mwenyewe na kuunguza zama kwenye moto, moto moto huo, moto huo moto huo, ungua teketea, toka ungua, chemka toka, ungua ungua hiyo pete, na ikata kwa kisu cha kimbingu na ikata kwa msumeno wa mbinguni, na katakata kata, na haribu na haribu kuanzia sasa, na vua yo maagano na vua yo maagano Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu inapita inapita inapita inapita inapita. Hapo hapo lipo hapo hapo lipo hapo hapo lipo hapo lipo. Natakasa natakasa kidole, takasika takasika. Natakasa kidole hicho, takasika. Takasika. Damu Yesu, damu Yesu, damu Yesu. Naita damu Yesu kwenye kidole hicho, naita damu Yesu kwenye kidole hicho. Wengine kwenye ndoa wamekuwa wanapitia magumu, kumbe kuna vitu ambavyo adui aliviingiza. Wengine kwenye mahusiano wamekuwa hawapati ndoa, kumbe kuna vitu adui aliviweka ndani yako. Kuanzia sasa, nuru yako irudi, kibali chako kirudi cha ndoa. Kuanzia sasa nakufungua, nafungua hizo kamba zote, zikuachie. Rudi kila kitu chako narudisha, uhai wako narudisha, afya yako narudisha, kibali chako muonekano wako jina lako vyote vifunguliwe kwa jina la Yesu. Pokea utakaso, pokea urejesho, pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Hata kumshukuru Mungu sasa, mshukuru Mungu. Uwepo wa Mungu pamoja nawe hapo, yapo kuna ishara inaendelea katikati ya maombi haya, usiogope unafunguliwa kuna mahali uliwekwa, nafsi yako iliwekwa, ipo nguvu ya Mungu inakutakasa sasa. Ipo nguvu ya Mungu inaondoa maagano yote, makubaliano yote yaliyofanywa juu yako ya kindoa, maagano ya kindoa, iwe ya miungu wengine, miungu inawafuatilia na vunja maagano yote, na vunja majini maaba yote, na vunja mikataba yote ya kuzimu, na vunja mikataba yote. Kama kuna mtu uliyekuwa naye akasema nitakukomesha, na vunja, naondoa. Kama kuna mtu alichukua chochote kwenye mwili wako ili akufunge, na vunja hayo mambo, yote ya giza yaungue kwa jasa sasa Shindwa kwa jina la Yesu na achilia utakaso, takasika, takasika kwa damu Yesu. We kwa huru, kuanzia sasa pokea amani ya ajabu itokao mbinguni, pokea ushindi kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Nderwa. Naamini maombi haya yamekuwa baraka kwako, endelea kuyafuatilia na kuyarudiarudia, utaendelea kuona Mungu akikufungua. Unasikia msukumo na kufunguliwa, kuna ishara ambayo ilikuwa inaendelea katikati ya maombi. Usiogope, rudia tena maombi, utaanza kuona Mungu anakuweka huru. Lakini uko mtu mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, nimeona nafunguliwa, nasikia kuvunja ili agano ambalo lilikuwa ndani ya kidole changu. Kupitia sadaka hii nasindikiza sadaka hii, kama kuna yoyote au kuna chochote ambacho kilikuwa nyuma ya hili bila mimi kujua. basi kupitia sadaka hii kavunje kila agano, nikawekwe huru, nikapokee kibali cha kufurahia mwenza wangu kwa jina la Yesu na Mungu atakubariki kwa sadaka yako ya hiari, na utaendelea kumwona Mungu akikuweka hatua kwa hatua, akikupeleka kiwango kwa kiwango. Lakini pia unaweza kuendelea kupokea vipindi vya maombi navyotoa kila siku kwa kuandika namba WhatsApp hiyo na kunitafuta, uh, WhatsApp ukiniandikia jina lako na hitaji lako. Lakini pia unaweza kuendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa njia ya YouTube kwa kuandika maombi ni dawa. Ikiwa unabarikiwa, subscribe, ndio wa kwanza kupokea vipindi vya kiroho. TikTok, kuandika maombi ni dawa au maombi tiba. Bye, Pastor Godwin Nderwa, baraka.